Za aina ya tume ambayo natamani ifanye kazi katika. Mimi aina ya tume ninayotamani, kwanza turekebishe sheria halafu, mimi natamani tume iwe uhuru uhuru na uzungumza mimi, isiwe tume ambayo inaweza ikafanya kazi kwa maelekezo ya mtu yoyote. Mtumishi yoyote wa umma Tanzania ni msaidizi wa rais, ukimtoa mtumishi wa umma leo hii wewe ni mtumishi wa rais. Ya, ni msaidizi wa rais. Rais leo hii akisema anakuja Njombe akamwita weo mwanangu, atakimbia hapa spidi ya, ya kwenda sio ambayo huwezi kuikadiria. Naam, mtazama sifa ulizozitaja unaona hmm. E, mtu huyo akipatikana kwa aina ya mfumo wa nchi yetu, tuliona wapo wengi tu, wengi tu, wapo watu wengi tu wanaoweza kufanya hivi, kwa sababu si tutaweka kriteria, kwa mfano tunaweza kusema ili uwe mwenyekiti wa wa, wa, wa, wa, wa, um, wa tume huru labda uwe na sifa ulishawahi kuwa jaji. Na katika jaji tunaweza tukasema katika kesi ulizowahi kuzifanya katika kesi zile prominent kesi ulizowahi kuzihukumu hazikuleta hazikuleta hazikuwa na shaka zisipungue nne, utashindwa kuwapata majaji wa mtindo walio staafu. Kwa maana hiyo unakiri wazi kwamba hii tulionayo sio tume huru. Ah, huu ni mtazamo wangu, kwa sababu ndio kwa maana nimesema lazima tukubaliane huo huru, tukubaliane tunapotaka kufanya mabadiliko kama haya bila e, shaka kuna changamoto sio sasa, manake iliyopo inaweza kawa sio huru na ndio maana tunaitaka tume ya taifa ya uchaguzi. Ni kweli, tunashukuru kwa maoni yako hayo. Wakati tunaelekea mwishoni kabisa, mtazamaji wa Digital News, Tanzania Njombe TV pamoja na The Standard Media. Tuko hapa leo na Humphrey Milinga, mtaalamu wa masuala ya uchumi, siasa na kadhalika. Tunazungumza naye hapa kuweza kupata maoni yake kuhusiana na siasa ndani ya mkoa wa Njombe, lakini pia taifa kwa ujumla. Mimi ni Ibrahim Godfrey Mlele. Humphrey, mimi nataka kufahamu kitu kimoja wakati tunaelekea ukingoni. Um, tunapozungumzia e, uongozi bila shaka ni kuonyesha njia. Sijui una maoni gani kuhusiana na utendaji wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tangu amechukua Uh, kijiti mpaka hivi sasa, mimi naona anafanya kazi vizuri kabisa. Mama Samia Suluhu Hassan, maua yake tumpatie, ila wasaidizi wake, kwa mtazamo wa kwangu, wanampotosha. Kwa nini wanampotosha? Kwa sababu pesa nyingi zinakuja, je, miradi inafanyika? Angalia ripoti ya CAG inaonyesha kuna matundu mengi sana ya pesa kuvuja. Sasa kama wasaidizi wake wangekuwa wanamsaidia hayo, kungekuwa na kupungua kwa pesa za umma zinazopotea. Wewe unaambiwa kwa mfano, wanakuambia halimashauri fulani haikupeleka kiasi fulani cha pesa wapi benki. Angalia hilo jambo sawa. Maana yake kuna mkaguzi wa ndani katika hiyo halimashauri, kuna mkurugenzi mwenyewe, hiyo halimashauri iko chini ya DC, hiyo halimashauri juu yake kuna, ana, kuna mkoa pale, kuna ofisi ya mkuu wa mkoa, kuna wataalamu kibao kwa nini haya hawayashughulikii mpaka CAG aje kuyaona kwamba pesa milioni kadhaa hazikupelekwa benki? Kwa nini hilo ni swala, hilo swala, mgependa nini kifanyike kunapotokea ufujaji wa fedha namna hii? Nyinyi kama wadau na wananchi, mgependa nini kifanyike? Watu wanaohusika na ufujaji wa pesa washughulikiwe kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu. Sasa je, wanashughulikiwa? Kwa sababu hizo skandalo zimeendelea zimeendelea kuwa kwa miaka yote. Mimi toka nikiwa na, yani uki, ukiangalia kwamba sikiendwa, kuna sehemu fulani pesa zimechukuliwa, kuna sehemu fulani lakini nini kinaendelea? Unaona kwamba hakitupi tija sana, hakitupi tija sana. Tumezungumzia mambo mengi sana kuhusiana na Tume ya Taifa ya Uchaguzi wakati huu ambao tunaelekea kuhitimisha kipindi chetu. Nikupe mfano mmoja wapo wa mwanasiasa mmoja mkongwe na mtumishi mwandamizi wa serikali, baada ya kustaafu, ndio alizungumza naye na akaniambia kwamba katika taifa letu, kwa aina ya mfumo wa uongozi ambao tuko nao, ni vigumu sana kupata tume huru ya taifa ya uchaguzi akitolea mfano kwamba iwapo taifa linataka tume huru ya uchaguzi, basi ni vema kutumia hata jumuiya za kimataifa. Wakati mwingine, pengine watolewe baadhi ya wajumbe ati kutoka huko waingizwe na, na, na, na, na watumishi wachache ambao watatolewa katika eh, taifa letu, ili iweze kuundwa na kupatikana tume huru. Unaiona hoja katika hayo maoni yake, na pengine inaweza kuwa msada kwa kiasi gani? Sioni hoja kabisa, kwa sababu hili ni taifa huru ndio kwa maana nimesema tunatakiwa kukubaliana. Unajua, mfano leo nataka niwaambie, unajua sisi tumejichanganya. Ukitolea mfano wa China, China ni nchi ya chama kimoja, wanasiasa wa chama kile cha Chinese Communist uh, Communist cha kikomunisti cha, cha kiChina cha China, wanasiasa wake, They are so bright, yani ni watu makini sana, kwa sababu wanakwenda kuisimamia serikali. Sasa mimi nataka nikuulize swali moja tu, hii katiba yetu sisi leo tunasema kwamba mbunge, ilimradi ajue kusoma na kuandika, alafu anakwenda kumsimamia mtu mwenye PhD. Hata kama kweli Mungu anatoa kalamu, hapo pana kazi, hapo pana pana kazi. Kwa hiyo maoni ya huyo bwana anataka kutupeleka kwenye utumwa tena. Sisi tuko huru, sisi tume tuitengeneze wenyewe, tunatakaje. Sasa itatengenezwa vipi iwapo e, chama kimoja ndicho ambacho kinaonekana kina nguvu zaidi, na kwa namna yoyote ile hakuna namna ya kusema e, tunaweza kikaruhusu mianya ku, ya kuweza kuondolewa katika dola hiki. E, chama sio kwamba kina nguvu, ni udhaifu wa Watanzania sio chama Watanzania wanasema siasa sio kipaumbele chao okay. Kwa hiyo wajanja wachache, na ndio kwa maana watu wote wana dini na mambo ya kiuchumi, ni wachache sana wako kwenye wako kwenye siasa. Wengi wanasema ngoja tufanye shughuli zetu, ngoja tufanye shughuli zetu, ngoja tufanye shughuli zetu, lakini ninachotaka kusema siasa ndio kila kitu okay. Sawa, maswali mawili tu ya mwisho ya kuhitimisha kwanza ni umesikiliza mikutano ya Chadema, miongoni mwa hoja kubwa zaidi ambazo ziliibuliwa, mfano hapa Njombe, ni swala la ujenzi wa viwanda ili kuweza kukabiliana na changamoto ya ajira nchini, unaiona hoja hiyo ina nafasi? Ndio kwa maana nilikuwa nasema Chama cha Mapinduzi kina mambo mengi ya kuzungumza. Kwa mfano Njombe sasa hivi tuna zao la parachichi, kila siku tunalaumu mwekezaji. Nataka nikuulize swali moja tu, mwandishi wa habari kwani watu wa Njombe hatuwezi tukawekeza kwenye zao la, tukawa na viwanda vya parachichi kwa mfano, kuna viwanda hapa vya kuangalia saizi ya parachichi vya kuangalia kama parachichi limekaruzika lime asilimia zaidi ya tisini. Sina takwimu kamili, lakini viwanda vingi sio vya Watanzania na Watanzania hawa wana pesa za kuanzisha hivyo viwanda, na mimi ni mdau wa TRA. Kuna siku nimeshawahi kuambia kwa TRA hawa wanaonunua parachichi hapa Tanzania wanalipa zile kodi wanaponunua parachichi na kuanza kuzisafirisha, lakini parachichi zikisha uzwa India, zikisha uzwa China, zikishauzwa Dubai, hela ziji Tanzania zile pesa za kigeni. Wale wana akaunti za pesa za kigeni, na ndio kwa maana hapa Tanzania makampuni yanayonunua parachichi ya kitanzania hayazidi manne, kwa sababu haya makampuni ya kitanzania yanalipa kodi vizuri sana kwa sababu pesa zile zinapoingizwa kwenye akaunti zao TRA wanaziona, kwa hiyo lazima walipe mapato, lakini wale watu wengine wakutoka nje sawa Wow, wao kodi watakazolipa ni zile za hapa na baada ya kuexport, lakini zile hela zikisharudishwa kule haziingii kwenye akaunti, hawana akaunti hapa Tanzania, zinaingia kwenye akaunti za nchi zao. Sasa ndiyo kwa maana nasema watu wa mkoa wa Njombe hawakuwa na ishu ya kuzungumza kuhusu mtu fulani kupigwa, wana ishu ya kuzungumza kwa nini hatuna viwanda vya parachichi, wakati watu wana uwezo wa kuwekeza, wanatakiwa kuelimishwa, watu wa Njombe. Kwa mfano kiwanda cha parachichi kusoti parachichi kubwa parachichi hakigharimu zaidi ya bilioni nne na watu wa Njombe wanaweza kufanya hivyo yes, hey. kwa hiyo issue ya viwanda ni ya msingi na issue ya viwanda ndio inayetatua kwa kiwango kikubwa sawa. Kwa mfano mimi nakumbuka wakati ule kulikuwa na kiwanda cha ufi pale Dar es Salaam, kulikuwa na, na, na, na Urafiki, viwanda vingi vya nguo vilikuwa vinaajiri vijana wengi sana, na uzuri wa kiwanda kinaajiri toka mtu mwenye elimu ya juu sana mpaka mtu wa kawaida atapika mchicha atafanya nini. Tuhitimishe kwa hili um, e, wakati huu ambao ambao miluzi mingi sana, kwa maana tunasikia CCM tunaenda kwenye uchaguzi Chadema, no reform no reaction no election, na sasa wameungana na ACT Uzalendo, wakati vyama vingine navyo huku vinasema tunakwenda kwenye uchaguzi. Miluzi mingi hupoteza mbwa. Mtanzania huyu uh, sasa wa kawaida afanye nini wakati huu ambao miluzi mingi sana inamkuuda hapa kuna miruzi mingi, nchi ni ya kwetu wote, ni kuamua tunataka kwenda kwenye uchaguzi au. Kwa sababu ngoja nikwambie, ajenda ya Chadema itafanikiwa tu pale ambapo yale wanadai yasipotekelezwa wakawazuia watu kuto kwenda kupiga kura, na watu wasipoenda kupiga kura watakuwa wamefanikiwa, maana wao hoja zao zitakuwa na msingi. Lakini wakishindwa kuwazuia watu kwenda kupiga kura, maana yake wananchi wamezipuuza nini hoja zao. Lakini hayo yote yanategemea kama tunalipenda taifa la Tanzania, nani na ni wazalendo. Nakushukuru sana mi, eh, Humphrey Milinga. Na mtazamaji, tumefikia tamati. Tulikuwa tukizungumza hapa na Humphrey Milinga, mdau wa masuala ya maendeleo, lakini vile vile mdau wa masuala ya habari na siasa. Mimi naitwa Dickson, asante sana kwa muda wote uliokuwa na sisi. Tukutane tena wakati mwingine na kwa heri.